Natumai umejifunza mmejifunza mambo mengi kutokana na suratul Falak, na sasa hivi ni muda wa Miss Fatma. Miss Fatma atakuja kututolea hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam zenye zinahusiana na suratul Falak. Je, muko tayari kujifunza kutokana na hadithi za Miss Fatma? Karibuni. <coughs>

Mko tayari? No. Ticha Mariam aliwafunza kuhusu Suratul Falaq si ndio? No. Akawaambia kuwa Suratul Falaq Mwenyezi Mungu anawaambia mjikinge na nini? Na hasad. Hasad ni nini? Nani atainua mkono hasad? Hasad. Uh-huh. Wivu. Wivu. Salawat. Allahumma swalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wivu, si ndio? Ah. Tuseme mimi nimeenda birthday ama nimeenda maulidi ama nimeenda Eid na no, nikaona rafiki yangu nangu ingine smart nikaona rafiki yangu kanzu ingine white, smart, na mimi mama hajaninulia ama dada hajaninulia, si ndio? Si utasikia

Wivu. Si ndio? Ha. Wivu ni kitu mzuri? Ni nini? Ni kitu mzuri ama ni kitu mbaya ama hiyo ni nini? Ni nini hiyo wivu? Ha. Ni kitu mbaya na tabia za nini? Za shetani. Si ndio? Sasa hii hadithi inatufunza tusikwe na nini na wivu. Si tunaambia Mwenyezi Mungu atuweke mbali na wivu. Ndio mtu asituangalie na wivu. Imagine mtu umevaa dress ya white ama kanzu ya white, mtu akuangalia na mwivu alafu nakibia pop kama tope. Kila mali imejaa matope, sutalia sindio? kini Sasa vile unaambia Mungu akufunza akweke mbali na wivu, pia hu ufai kuwa na nini na wivu. Sawa so, sasa hii hadith mtarudia, alafu mwenye ataishika tu, insha Allah tutapatiana baadaye, tupatiane zawadi sawa. So, na hii hadith inasema hivi: alhasad alhasad yaqul aliman kama ta'akul ta ta anar Al alhatab. Hii Al Al hadithi ni ngumu, ni ngumu lakini tukifanya mazoezi tutashika, si sindo? no. Yani inamaanisha wivu, semeni wivu, wivu. Kula, imani. Kula imani kama moto, moto. Unavyoteketeza Unavyoteketeza kuni, kuni. Yaani wivu, unaona vile ukiasha moto ile inawaka, shh. Ile moto inawaka hivi kubwa kubwa hivyo uh-huh. Ndio wivu inamaliza imani yako. Ukuin, u yani, unaona imani kwa hapa ndani inafanya kwa Muislamu inaikula hivyo kama moto, ukisikia tu wivu, ndio hiyo imani imeisha, imekulwa. Unataka imani yako ikulwe eh? Hapana, so okay, ukiona mtu na kitu nzuri unasema nini? Mashallah, umepende umependeza. Mungu pia atakupa yako, sawa so, unasema okay, ukiona mtu anasoma vizuri sa so, mashallah, tia bidii umenini, umesoma vizuri, na mwenyezi Mungu pia mimi atasaidia kufanya nini vizuri, si ndio? Sasa turudie hii hadith kwa Kiswahili, alafu tu tutapatana tuta, tuta baadaye tupatane zawadi sawa? So, haya wivu hula imani. hula imani, wivu hula imani. hula imani kama moto, moto. Unavyoteketeza, una kuni, unavyoteketeza unavyoteketeza kuni, mmenisikia? Haya, asanteni sana kwa kwa kunisaidia kusoma hii hadithi . Sasa ni wakati wangu kuwauliza maswali kama umeelewa kitu moja ama mbili, na nataka one from the boys. Ndauliza one boy and then one girl, sawa. Aya, swali yangu ya kwanza ni ukiona mtu amevaa nguo smart na una hiyo nguo, unafaa kusema nini? Nakuja kwenu girls. Aha, unafaa uh -huh. Useme mashaallah. kusema nini? Mashaallah. Sasa vile amejibu, amejibu swali unafaa kumwambia nini? Mashaallah. Okay, haya, ya mwisho swali ya mwisho ni nini, hii wivu inafanyia nini imani yako kwa Mwenyezi Mungu? Yani inafanyia nini hapa, hii wivu inafanya nini? Imelinganishwa na nini? Unatajibu tu hii Hey, uh -huh. na moto ina moto hiyo, moto inafanya nini? Inawaka, inawaka. Hiyo moto ikiwaka inafanya nini? Exactly, tumesema ina hiyo, ina, moto inakula kama inaikula kama inakula nini hiyo, wivi yako inakula, wivi yako aha uh -huh. Umejaribu, good trial aha uh -huh. pia huyu Inakula imani yako. Inakula imani yako kama vile kuni inateketezwa na nini na wa moto, moto. Si ndio? Haya, sa so, umejifunza haya, semeni salawat: Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Thank you so much for joining us in this episode. Natumai umejifunza mawili matatu kuhusu wivu, na utaweza kuapply hizi mafunzo kwa maisha yako inshallah khair. Inshallah tupatane kwa kipindi kifuatacho, fi amanillah.